Uh, ndugu waandishi wa habari kama tulivyokubaliana wote kwa pamoja, uh, tunakumbuka tulianza safari ya mama Hana Deni uh, ya Mwanza na this time ni season 2. Tumekubaliana kwamba twende mikoa ya Morogoro, Iringa na Mbeya, na leo tunaianza safari hapa kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Morogoro, na tulikubaliana kwamba tupande SGR ili tufeel ile kazi iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka minne. Tutapanda SGR na tunashukuru sana sana sana sana uongozi wa uh, uh, TRC ambapo uh, tuko na injinia hapa, wao waliposikia tu Baba Levo na timu yake wanataka kwenda kumulika mambo yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mzee wangu Kadogosa akasema, Baba Levo, pandeni SGR, gari yenu mtaikuta Morogoro. Kwa tuko hapa leo, tutapanda treni ya mchongoko, treni ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana, na mtaalamu atatuambia utofauti kati ya treni ile nyingine na hii ya mchongoko ni nini. Jitambulishe kwa majina na cheo chako, kisha utuambie uh, tofauti kati ya ile treni ambayo tumeizoea ambayo mbele iko flat na hii ya mchongoko. Asante sana Baba Levo yeah. E, ndugu waandishi wa habari karibuni sana yeah. TRC karibuni sana kwenye stesheni ya SGR. Hiki ni kituo chenu, hiki ni kituo cha wananchi wote, muda wote wanakaribishwa kuwa mahali hapa. Ndiyo. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Mateshi Tito, cheo changu cha kawaida ni mkurugenzi wa idara ya ishara, mawasiliano na umeme mm. lakini leo namwakilisha mkurugenzi mkuu mm. kwa hiyo nakaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu ambaye yupo kwenye majukumu mengine. alitamani sana Baba Levo awe hapa pamoja nanyi mm. kazi ni nyingi, kwa hiyo amekuwa akiendelea kupambana kuhakikisha kwamba yale maelekezo ya viongozi wetu yanatekelezwa kwa wakati yeah, na kwa ubora na kwa ufanisi unaotakiwa. Yeah. Kwa hiyo Baba Levo kama ulivyosema hii yeah, ni treni yetu ya mchongoko ambayo yeah, ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na uhalisia ni moja ya treni nzuri kabisa ambazo hata mataifa wenzetu ukienda nchi za nje huwa wanazitumia. Sasa Babarev, nijibu swali lako, kuna tofauti gani kati yeah. ya treni hii na ile ya kawaida? mm. treni hii ni kama unit moja, nikisema moja, enh, mabewa yote yameungwa pmowezi ya ukayatenganisha hiyo, yeah. mm. inapotoka, inatoka kama unit moja. Ile treni nyingine yenyewe ina mabewa kupitia, kuna vitu vinaitwa vinahitwa kwao, yeah. zile akiungwa kwa pamoja yanakuwa unaweza ukayaunga katika seti tofauti tofauti. Kumi, ah, tofauti tofauti unaweza ukayaunga una kumi na unavyotaka ukitaka <tukana> kuongeza konga. nyingine maana yake unakuja unafungua hii pua hii inafunguka unaifungua nyingine kama hii hapa zinakuwa mbili kwa hiyo zinakuwa kumi na sita zinaenda kwa bidii ile ya mia moja na sitini kwa hiyo sisi uwezo tunao mambo ni mazito watu wengi sisi tunafunga hizi mbili zinakuwa kama seti moja treni moja inaondoka. Mimi nadhani cha msingi na cha muhimu ni treni ya zipo na zote, tumeambiwa seti zote kumi za mchongoko ziko hapa. Tunachokipigania ni kuhakikisha mzee wetu Kadogosa anatuwekea treni sasa ya mchana, ili watu ambao wanataka kwenda Dodoma mchana tuweze kupanda treni mchana, kama ni saa saba, lakini pia usiku, mtu mwingine amemaliza shughuli zake hapa Dar es Salaam usiku saa mbili, anakuja anachukua treni hapa anaenda zake. Kazi kubwa ameifanya mzee wangu Kadogosa. Mungu akujalie. Ulipambana sana na maneno, watu walikusema sana wakati unazipambania uh, hizi treni, unapambania hii barabara hii njia ya reli. Lakini sasa hivi ni muda wa kula matunda, na sifa zako tunakurudishia kama tulivyokusema vibaya, na kwa ukubwa ule ule tunakurudishia sifa hivyo hivyo, kwa kusema haya kwa hapa Dar es Salaam na treni kumi kwa upande wa TRC si mama hana deni. Sisi tunamshukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Mateshi Tito, ni mkurugenzi wa idara ya Ishara, Mawasiliano na Umeme kutoka shirika la reli Tanzania. Kwa leo na kaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu ambaye amesafiri kwa majukumu ya kikazi. Sisi kama TRC si. Tunasema mama hana deni.